Akatimuru kuza ya mama huyo. Ilitokana na watu wengine. Adi, natu, adi, nabana, bandi. Wakaona wasukume kwa tajiri. Wasukume mutu. Liposa tajiri aisi moyo mbaya. E. Kwa nini? E. Mama yako ligasi. Mama alinena alifanya kazi akarudi nyumbani bila na hango. Lakini aliitwa tena na usalama wangu akarudi kazini bila na hagasi. Kuna moyo mdanganyifu. Kumbe moyo kama gani ana

Moyo mdanganyifu. Moyo gumu gadi. Neno la Baba linasema. Ibangele na sala bora. Amtegemee mwanadamu. Amtegemee mwanadamu. Yeye amelaniwa. Oyo haramwa. Amelaniwa. Oyo haramwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao kuna na bandu bale wanategemea wanadamu. Mwategemea mwana wa bandu. Yangalia mtoto wa mtu unamwangalia vipaya.

We unadanganya vandu wakugada kalindora wasaza ava wanene hano wakwikala wa wa hapa wakubwa wameka hapa nyabu senator. mingine anataka senator nave we munene witu swadi akiwa mkubwa wetu ave hano ni MP wengine we hapa ni mbunge okay, unatebea na? Yeah, myo, yeah. Awe,

Wanazika kwao. Hii kwa miaka yote. Yeye amefanya kazi. Akununua shamba. Akatimu moyo. Ya. Hey, Yeye ndiye aliyefunga. Hey, Yeye ndiye aliyefunga. Yeye ndiye aliyefunga. Amina. Yeye ndiye aliyefunga. Yes. Basi hapa hapa. Yes. Abantu watanyera abandi. Baba baba umetakiwa. Wale Yesu asifiwe. Amen. Wale watu ambao watakiwa totoo. Abantu wamtanya bana babandu.